Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala turuzuku adabu na wao atupatie siri ya kuwatazama na siri ya kutazama na wao. Anapokea al-Imam Tirmidhi katika jamii yake kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah habrul ummah Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa anaanza safari ya hijra akitoka katika mji wa Makka, aliuelekea akaukhutubu, akauambia: ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilayya Walaula anna qaumaki akhrajuni minki au minki masakantu gairaki, ni mji uliokuwa mzuri zaidi kiasi gani ewe Maka, na ni mji ninaoupenda zaidi, na lau si watu wangu kunitoa, nisingeishi mji mwingine wowote. maulama wanatuambia katika khitabu ama maze, maneno ya mtumi kama haya, kulikuwa kuna harufu ya hanin na shau kwa mji wake na huzuni ya kuuwacha. Wakatuambia hapa ndipo palipotoka

na hii ni fitra, ni maumbile Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ameyaweka kwa viumbe, sio binadamu peke yake, hata kwa hayawani. Aazakumullah, kuna baadhi ya wa wanyama wakihama katika sehemu wanazoishi wanafariki, ile taalluq waliokuwa nayo na mautini yao. Alipolijua hilo Firauni ndo akataka kulitumia kama sababu ya kujenga chuki katika vifua vya watu wake, kumchukia sayyiduna Musa na sayyiduna Harun, akasema: in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima, hawa ni wachawi wawili, wanataka kuwatoa kwa kupitia uchawi wao katika ardhi yenu. Kwa, kwa nini analitaja hili? Kwa sababu anajua taalluki, mafungamano ya mtu na kwao, namna anavyopenda kwao. Akisikia kwa fulani anataka kutoa, atampiga vita. Ndio maana ukisoma sana Alquran Alkarim utaona mara nyingi Mola subhanahu wa ta'ala anaanisha amanishikanisha kuua nafsi kutoka roho katika miili na kutoka miili kutoka katika miji, walau anna katabna alaihim an iktulu anfusakum kisha au ikhruju diyari min diyarikum ma faaluhu illa qalilu min, tungekuwa tumeufaradishia wa uwe nafsi zao, ama watoke katika miji yao kuwa nafsi kushikanishwa na nini? Kutoka katika miji kuonesha kwa uchungu wa kutoka roho katika mwili ni sawa na uchungu wa kutoka mtu katika miji yao. la yanhakumullahu anilladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabruhum wa tuksitu Alayhi vile vile akashikanisha Mola subhanahu wa ta'ala, kati kati ya mambo mawili hayo. Kwa hivyo hii ni fitra ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka kwa watu wote kwa jumla, na ndio maana Sayyiduna Musa baada kuhudumika miaka alohudumikia uh, aila ya Madian, ikiwa itasihi ni Sayyiduna Shuaib alayhi salam, Mola anatuambia falamma qadha Musa al-ajala sara biahlihi ila akhiri laya. Alipomaliza ule md mda wa kutumika alichukua ahali zake wakaanza safari. Alimam Ibn Al Arabi Al Al Maliki anasema alipomaliza ule mda uliokuwa umemfunga md md katika sehemu kama ile shauqi ya sehemu alipotoka kwao ikamwingia Saidina Musa, akawa na hamu ya kwenda. Mtu ni kwao, siku zote, inshallah. Kwe kuwe kuna joto kali, kuwe kuna baridi kali, kuwe ni msituni, kwe, kwe kutakapokuwa, lakini baladi wain jarat alayya azizatun qaumi wa indhannu alayya kiramu na ndo maana ya Yaqut Alhamawi katika Muajamu Lbuldan asema, katika maajabu nilioona katika kuzunguka kwangu asema, nimepita katika mji unaitwa Siraf. Hakuna katika mji huo isipokuwa fukara, hali ngumu kabisa, lakini halikuwaweka sehemu kama hiyo isipokuwa hubbul watan, walikuwa wanaweza kutoka wakaenda okay, kwengine. Bali anataja Alimam Aljahidh katika alhaninu ila alawtan, asema makabila ya kiarabu yalikuwa yanapotoka kusafiri kwenda sehemu nyingine, wanabeba mchanga wa ardhi ya kwao, ndo wakifika sehemu kama zile, wakipatwa na shauku, wanaunusa ule mchanga iwatulize shauki waliokuwa naye.

Bukaihi ala ma mada min zamanihi, asema ukitaka kumjua mtu akisawasawa, kataja sifa tatu. Ya kwanza kabisa, Mkamba tunahitaji hapa, mwangalie hanin alokuwa nayo, shauku alokuwa nayo kwa kwao. Ukimsikia mtu anatukana kwao, ujue si Mungu, ana mpeleleze vizuri, huyo ni mtu wa kuingia kwa juu kwenu kuwe kutakapokuwa inshallah hakuna umeme inshallah, ili ufike lazima utumie njia zote za usafiri. Mana wengine wanapanda ndege wafike, wapande gari wafike, wapande boti, mwisho wanapanda na punda napundawsa. so, ili mtu afike kwao lakini ah, kwa sababu ni kwao anaenda na ana furaha. tumekuelewa <laughs> <laughs> <laughs> Mwenyezi Mungu turuzuku mahaba ya kupenda miji yetu ya kupenda nchi zetu. Tukishajua hilo, tuhifadhi miji yetu tuhifadhi sehemu zetu. Leo ukiangalia ulimwenguni, kuna watu wamesambaratika sehemu mbalimbali mbali, watamani kurudi kwao, lakini wanashindwa kwa sababu hali ya kukosa usalama ndani yake. Mwenyezi Mungu tudumishie amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe taalluq na kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mhifadhi baraka yetu Said Ahmad al-Muhajir, yeye na wanawe na dhuria ya yake, na wote wenye kuhuisha majlis kama haya, majalis kama haya yanaendelea, we ni sababu ya kupatikana amani katika miji yetu, ni sababu ya kuzidi baraka katika miji yetu. Na sikuzungumza isipokuwa ni kufuata amri, wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi